Eh, jamani ndugu zetu hapo Kariakoo, jamani eh, kama mnavyoona jamani, mvua zinanyesha kwelikweli, kwa hiyo msifungulie yale mazingatio yale, ambayo yani kama Simba na Yanga vitu vinaluka hivi, yani vitu ni vya janga. Eh eh, maana mavi yakiwa mengi sana, yeah, maradhi jamani, zingatieni eh, yeah. So, jamani, mazingira ndugu zangu sio Kariakoo eh, yeah. tu Manzese wongo mjomo yaani, yeah. Manzese saa hizi yeah, yani vitu vinalukaluka tukavile kambale anatoka kwenye shimo yeah. kambale simamjua jamani, wananchi yeah. Jamani serikali wekeni miundo mbinu we mizuri jamani, yeah. tumechoka kuona vinyesi vinapaa paa tu kama vile <tuhu> yan yeah. kama yeah. yeah. vimekuja yeah. kusoma Jil nasema ukweli, ujue i nin nyie, jamani, msiane miki nondo, najua hmm. Kaliakoo <laughs> mavi saizi anaenda kama vile meli ipo inalia kwenye bahari hivyo <laughs> hmm. Jamani, msifungulia mazingatio yenu. Serikali itafanya mipango, miundo mbinu itakuwa poa au vipi ha